Ndugu watazamaji wa media yetu ya KEMETZ, leo nawaletea uh, elimu inayohusiana na ovarian cyst, kwa maana ya uvimbe kwenye ovari. Basi mtakuwa nami, mtaalamu wenu Dr Kenny. Tunapozungumzia ovarian cyst tunamaanisha nini? um, kama ilivyo ada, mwanamke kwenye mfumo wake wa uzazi kuna ogani nyingi. Hizo ogani uh, moja ya hizo ogani ni ovari. Kwa hiyo ovari huwa inatumika kuzalisha mayai ili yaweze kukutana na ile mbegu ya mwanaume na kutengeneza uh, mtoto. Kwa hiyo sasa yale mayai yanaweza yakapata changamoto ya uvimbe, yanaweza yakapata changamoto ya maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo hizi, uh, ni baadhi ya sababu ambazo zinaweza kusababisha hiyo changamoto ya uvimbe kwenye ovari. Sababu ya kwanza kabisa, uh, inaweza ikawa ni homoni zenyewe uh, zikatengeneza uh, huo uvimbe, kwa maana ipi? Kwamba katika moja au katika homoni za mwanamke kuna homoni ambayo inaitwa follicular uh, uh, stimulating hormone, alafu kuna nyingine uh, inaitwa corp corpus uh, uh, au inaitwa luteinizing uh, hormone. Kwa hiyo sasa katika hizo homoni uh, zinaweza zikaleta changamoto ya huo uvimbe. Kwa mfano uh, kwenye hiyo kitu tunachoita functional cyst, ambayo sasa katika hiyo functional cyst kuna kuna kuna kuna visababishi viwili vimegawanyika. Kwa maana hiyo functional cyst kwa Kiswahili tunaweza tukasema, uh, ni vile viuvimbe ambavyo vyenyewe vinaweza vikaja na kupotea vyenyewe, yaani vinatokea tu kutokana na hayo mambo ya homoni, alafu uh, vinapotea vyenyewe. Kwa hiyo cha kwanza kabisa uh, sababu uh, katika hiyo function ambayo kuna hiyo sababu ya uh, follicular, manake lile yai ya la mwanamke linashindwa kupasuka baada ya kuzalishwa kutoka kwenye ovari. Kwa kwao likishindwa kupasuka Uh, inaweza uh, ikatengeneza huo uvimbe. Sababu nyingine uh, kuna kitu tunakiita hiyo corpus luteum kwamba uh, uh, uh, uh, ule uzio wake wa hiyo corpus luteum inaenda kukaa uh, kwenye uh, ovary ambayo inachanganyika na hayo maji uh, baadaye inatengeneza uh, hako ka uvimbe. Kwa hiyo sababu kwa haraka haraka kuu ni hizo mbili uh, ambazo zimetoka kwenye moja ambayo ni functional uh, cyst, ambayo nimesema kuna follicular cyst, afu kuna corpus luteum, uh, cyst. Kama nilivyosema hiyo follicular inatokana na yai lenyewe kuto kuvunjika, alafu hiyo corpus luteum manake hiyo uh, uh, layer kwa maana uh, ukuta wa huo luteum unaenda kukaa kwenye oval na Uh, ikichanganyika na yale maji maji basi inatengeneza hako uh, kauvimbe ambako ka, yani manake uh, lile yai uh, baada ya kuzalishwa ndio linapata huo uh, uh, uh, ukuta ambao unaitwa corpus luteum, na baadaye uh, inatengeneza uvimbe kwenye ovari. Kwa hiyo sasa baada ya kuona uh, hiyo sababu kuu uh, basi twende tukaone sababu nyingine. Sababu nyingine sasa hapa inaweza ikawa ugonjwa wa PID kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Hapa maanake ni maambukizi ya bakteria ambayo yanaweza yakawa yamesababishwa na huyo mdudu aina ya gonorea au klamidia na wengine wengi ambao wanasababisha huo ugonjwa wa PID kwa maana ya maambukizi ya bakteria kwenye via vya uzazi. Sababu nyingine, kuna kitu tunakita endometriosis manake a, kuna ule ukuta ambao upo kwenye kizazi. Kwa hiyo ule ukuta a, ile ukuta wake sasa unaweza ukaenda yani, ukakua mpaka kwenye uh, ovari, maanake ukuta unakuwa unakuwa unakuwa mpaka kwenye ile ovari. Kwa unakuta ovari unakuwa sasa na ule ukuta wa kizazi, kwa maana ya hiyo endo uh, metria. Kwa hiyo sasa, kisha ule ukuta ukienda kule ukikutana na maji, basi inatengeneza hako kauvimbe. Sababu nyingine sasa, uh, unakuta ile ovari inakuwa ina viuvimbe vidogo vidogo vingi sawa, ambavyo sasa wenyewe vinaweza vikasababishwa kutokana na lile yai kukomaa au kutokuwa vizuri, poor development ya ya yai yai ya, au uh, Uh, poor maturity ya hilo yai kwa hiyo inasababisha uh, viuvimbe uh, vingine vinatokea kidogo kidogo kwenye hilo yai ambalo halijakomaa. Sababu nyingine ambazo ni ndogo ndogo um, zinaweza zikawa zinasababishwa kutokana na vihatarishi uh, kwa mfano uh, masuala ya ujauzito uh, muda mwingine uh, pia uh, kutoku balance, uh, kwa hormone, Uh, kwa maana namaanisha zile homoni za uzazi na homoni nyingine za mwili pia. Sababu nyingine inaweza ikawa kansa, nikimaanisha hapa kansa, uh, inaweza ikawa uh, kansa yoyote ile iliyopo kwenye mwili, sio lazima iwe kansa ya kwenye mlango wa kizazi, yoyote inaweza ikawa uh, kansa kwenye ngozi, inaweza ikawa Uh, kansa kwenye kibofu. Kwa hiyo ili mradi tu uh, kama kuna changamoto uh, yoyote ya kansa basi uh, mwanamke anaweza akapata hiyo changamoto ya uh, ovarian uh, cyst. uh, pia hata wanawake ambao wapo washafunga hezi pia wanaweza kuwa kwenye uh, hiyo hatari ya kupata ovarian cyst. Uh, baada sasa ya kuona sababu, twende tukaone dalili hapa. Dalili zipo nyingi na muda mwingine dalili zake uh, zinaweza zikaendana na ugonjwa uh, kama UTI uh, na vitu na magonjwa mengine ambayo yanapatikana uh, kwenye mfumo wa uh, chakula au mfumo wa mkojo ama mfumo wa uzazi. Cha kwanza kabisa Uh, anaweza akapata maumivu makali ya tumbo chini ya kitovu, ambayo inaweza ikawa upande wa kulia au wa kushoto, tukija nikimaanisha hapa uh, kwenye mbavu kwa chini kidogo, kama unakuja uh, kwenye kiuno. Hayo uh, maumivu yanaweza yakawa kama yanachoma choma. Uh, kingine unaweza ukawa unahisi tumbo kama zito zito hivi au unakuta tumbo uh, lipo uh, kama kama linaelea fulani hivi, yani halieleweki eleweki, kuvuruga si kuvuruga lakini, uh, linakuwa uh, uh, uh, linauma linauma linauma uh, na pia kuhisi kama zito zito fulani hivi uh, muda mwingine uh, inaweza ikakupelekea Uh, maumivu ya mgongo kwa maana kwenye kiuno. Uh, sababu nyingine inaweza pia uh, ikasababisha maumivu wakati uh, wa kujamiiana. Kwa hiyo sasa, wewe uh, mwanamke au uh, we mwanaume uh, ukiona uh, uh, mwenza wako au uh, we mwanamke unapitia hizo dalili nilizozielezea, basi weka kiulizo kwamba ukiacha yale magonjwa yanayojulikana, kwa mfano hayo mapid maambukizi ya bakteria ukeni uh, pamoja na na UTI, basi ukiona unapata hizo dalili uh, basi weka uh, kiashiria kwamba huenda pia ukawa na uvimbe kwenye ovari. Dalili zipo nyingi, ila naomba mzifahamu hizo dalili, na sio hizo dalili ukizipata basi ujue kwamba una ovari, basi fika hospitali kwa ajili ya kupata ushauri na matibabu. Na vipimo gani ambazo, uh, ukifika hospitali unaweza ukafanyiwa ili uweze kugundulika kwamba una hiyo ovari cyst? Cha kwanza ni akiepukiki ni mionzi, kwa maana ya ultrasound. Ultrasound ndio itasaidia uh, kuhakiki kwamba kweli una huo uvimbe. Vingine uh, kwa nchi zilizoendelea ndio zinaweza zikaingia CT scan au MRI. Kwa hiyo hivyo ndivyo vipimo ambavyo vinaweza kukusaidia wewe ukagundulika kwamba una hiyo uh, ovarian cyst kwa maana ya uvimbe kwenye ovary kama nilivyowaambia iweke ikichwani, asilimia kubwa naweza nikasema uh, themanini au sabini mpaka tisini huwa zinapona zenyewe. Asilimia chache sana ambazo huwa zinahitaji matibabu. Asanteni sana kwa kuniangalia, muwe na siku njema pia, Muwe na utazamaji mwema, bila kusahau niwaombe msiache kusubscribe chaneli yetu ya Kemetz Media.